Mimi nielewa. Kwa hiyo kitendo ki, ki cha yeye kuwepo pale, maanake kina boost ile future plans za klabu, sivyo? Nielewa, lakini ina attract talents. Unajua wachezaji wanavyoona timu inakuwa nominated kwenye, kwenye ngazi kama hizo eh, wachezaji wanavutiwa, wachezaji wa kigeni wanaona yes, klabu hii kama inakuwa ina, ina, ina recognized kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye bara la Afrika kwa ubora wake, na inawekwa kwenye kinyanganyiro cha kuania tuzo ya klabu bora, kwa nini tusijiunge nayo kupitia mimi na wachezaji ambao nitakutana nao, tunaweza tukafanya kilicho bora zaidi, na klabu inaweza ikashinda tuzo ya klabu bora ya mwaka siku za, ndo tunarudi kwenye pointi ya nyuma, lakini at the same time hii inaongezeka kwamba inawavutia wachezaji wakubwa na wenye vipaji kuweza kujiunga na klabu. I recognitions yake tu na eneo analocheza atakiwa apewe pongezi, ni mchezaji ambaye kwa mfano hata kwenye, kwenye swala la kucreate nafasi msimu uliopita kwenye kombe la shirikisho Anakuwa second kwenye kutengeneza nafasi nyingi kwa upande wa ma fullbacks ametengeneza nafasi hizi nafasi tatu za kufunga. Zile big chances creations. Ametengeneza nafasi tatu, kwa hiyo kitendo tu cha ch ch ch kuwa mchezaji ambaye ana ufanisi mzuri kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kazi yake kwenye majukumu yake uwanjani yamempa nafasi kubwa kuwa recognized kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kinyang'anyiro cha kuania tuzo ya mchezaji bora. Kwa hiyo watu wasichukulie poa, si unanielewa? watu wasichukulie poa kabisa. Yaani ni ni swala ambalo mtu anaweza akachukulia poa poa, kwa sababu labda ni Kapombe na nina nini na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naweza nikasema eh, uh, nampongeza kwa sababu ukiachana na kwamba ni mkongwe umeelewa, eh, na amekuwa na mwendelezo wa performance kwa muda mrefu na vitu kama hivyo, lakini still bado anaendelea kuonyesha utofauti wake yeye na wachezaji wengine wa nafasi yake especially kwa, kwa, kwa nafasi yake. Unajua yeye ni mzawa eh. Kwa hiyo ni kama anatoa salamu kwa wazawa kwamba inawezekana hata mchezaji kutoka Tanzania kuingia kwenye kinyang'anyiro cha kuania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka. Inawezekana kwa wachezaji wengine, wajitume tu na kila kitu kinaweza kika kikafanyika. kwa hiyo kitendo cha kuwa recognized tu, hiyo inampa inatoa picha kwamba ni mchezaji mkubwa kiasi gani, na ndo hapa ambapo Simba inajiseparate na timu zingine. Yes, bwana Heavyweight, mnyama Simba ndani ya kugombania vilabu bora barani Afrika uh, hili kwanza umelipokeaje na linatoa taswira gani kwa upande wa kundi Simba Simba yenyewe? Ah, of course ni jambo zuri uh, Simba kuingia kwenye orodha ya vilabu ambavyo vinagombania klabu bora ya mwaka CAF Haijalishi ishinde au isishinde. Of course lazima watu wataanza kusema oh, uh, mmeingia tu haitoshinda na nini, lakini uh, wanabidi waelewe, yaani kitendo tu cha klabu kuwa nominated, kuwa recognized, kujulikana kwamba hii ni miongoni mwa klabu ambayo ina haki ya kuwekwa kwenye kinyang'anyiro cha kuwania klabu bora ya mwaka ina faida, umeelewa eh. Ina faida kubwa sana kwa sababu E, inaongeza attention pamoja na media visibility, itazungumziwa sana vyombo vya habari, vitazungumzia kama wewe hivi leo unanifuata, unanihoji, hiyo tayari kwa brandi kwa value ya Simba ni faida, sio? Umeelewa, haijalishi imeshinda au haijashinda, umeelewa, lakini hiyo ina expand zaidi globally, au internationally, kwa sababu imechanganyika na vilabu vingine pale kutoka Morocco, kutoka Misri, kutoka South Africa na vilabu vingine ambavyo vipo pale. Sawa? pamoja na Algeria manake, wote ambao watakuwepo katika ile orodha, nchi ambazo vilabu vyao vipo kwenye ile orodha vina, vinakuwa vinajadili vina, vina, vina, vina klabu zao huku, zinaangalia pia na wapinzani wao. Kwa hiyo, globally Simba inakuwa inazungumzika au continentally, manake kwa bara la Afrika hakuna asiyefuatilia kile ambacho kinaendelea. Nakumbuka before klabu bora ya mwaka kutangazwa eh, lazima kutakuwa kuna zile klabu ambazo zimekuwa nominated, lazima za zinyewe zitatajwa zita, kwa hiyo Simba itapata ile media visibility ambayo kibiashara hiyo ni kitu kikubwa na ni faida kubwa Shumeneo. Lakini kupitia hii ina boost ile eh, mipango ya baadaye, kwa sababu ukishakuwa recognized tu na kuona kwamba umeingia kwenye kinyang'anyiro cha kuania klabu bora ya mwaka inatengeneza ile ile tuseme e, morali kwa viongozi labda na wachezaji sasa ya kufanya hilo jambo liweze ku, ku, ku, ku, kutokea kweli kwamba bana, kama tumekuwa nominated, kwa nini tusi, tusifanye mikakati ya, kuwe, ya kuweza kuifanya Simba sasa ichukue labda ichukue ubingwa wa Afrika ili iweze kwa sababu mimi nachojua priority kubwa sana ya kuwin ile, ile tuzo ya klabu bora mwaka ni pamoja na kuchukua ubingwa wa michuano ya Afrika. CAF Champions League. Zaidi zaidi. Ujua federation, CAF Confederation sio sio sio sio nini sana, yani sio prestigious kama ilivyo Champions League. Kwa hiyo kitendo tu cha kuwepo kinatengeneza ile morali ya kuzidi sasa eh, kutaka ku au ile shauku ya kutaka ku, kushinda hiyo tuzo katika miaka ya baadaye au siku zijazo. Kwa hiyo, ki, ki, kitendo cha yeye kuwepo pale manake kinaboost ile future plans za klabu. Lakini ina attract wachezaji wanavyoona timu inakuwa nominated kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye ngazi kama hizo e, wachezaji wanavutiwa, wachezaji wa kigeni wanaona, yes, klabu hii kama inakuwa recognized kwenye bara la Afrika kwa ubora wake na inawekwa kwenye kinyanganyiro cha kuania tuzo ya klabu bora, kwa nini tusijiunge nayo? Kupitia mimi na wachezaji ambao nitakutana nao, tunaweza tukafanya kilicho bora zaidi, na klabu inaweza ikashinda tuzo ya klabu bora ya mwaka. Siku za, ndo tunarudi kwenye pointi ya nyuma, lakini at the same time hii inaongezeka kwamba inawavutia wachezaji wakubwa na wenye vipaji kuweza kujiunga na na na club, ukijumlisha na swala la rank na vitu kama hivyo na nini, manake Simba inakuwa inapata advantage ya ku, ya, ya, kuwa club ambayo e, inavutia watu wengi. Sasa watu ambao wana, wanasema tu kwamba club imeingia kwenye kinyang'anyiro haitoshinda na nini, acha waseme, lakini kwa upande wa club ni faida, unaelewa, kitendo cha cha kuwa kuwa nominated hiyo tayari ni ni faida umeona, eh? Lakini vilevile kwa upande wa wawekezaji ina boost, eh, tuseme ile morali ya wawekezaji pia uh, kwa sababu wawekezaji wanapenda ile kupata visibility kubwa. Kwa mfano ukishakuwa tayari una media visibility, una attract talents na plani za klabu zinakuwa kubwa na nini, ndio vitu ambavyo wadhamini wanavipenda. Kwa hiyo kila kimoja kina attract mwingine, kina attract mwingine, kwa hiyo kinatengeneza ile tuseme, eh, nafasi ya Simba Uh, kuweza kukua ki, ki brand. Chapa yake inaongezeka inaongezeka thamani na inavuti, na chapa inavyoongezeka thamani inavutia wawekezaji kuja kuweka fungu pale ili wanufaike na ile ukubwa wa kuongezeka kwa thamani ya klabu ya Simba. Kwa sasa nafikiri wale ambao watakuwa wanachukulia ki, ki kawaida, klabu kuwa nominated na vilabu vingine bora wa barani Afrika, eh, kama Pyramids, miongoni mwa timu ambao kwa sasa hivi inafanya vizuri sana, umeelewa? Kuna Ares Berkan, kuna CS Constantine nimeiona, kuna Stellenbosch ambayo imepigwa na Simba pasi na kupata hata goli moja kwenye mechi zote mbili, umeelewa? Watu wasione kama ni jambo dogo kwa Simba, umeelewa? Global reach yake inazidi kuongezeka, sabu unajua kafu sio tu kwamba inawafuatiliwa na watu wa Afrika peke yake, hata watu wa nje mascout wanaotoka huko kuja kutusaka vipaji na vitu kama hivyo wanazi wanazi spotlight zile klabu wanazi highlight zile klabu pale, kama sehemu sahihi au ya, ya, ya kuweza ku, kuona vipaji, kwa sababu ukishakuwa nominated maanake utaenda mbali na vitu vingi vinaweza vikaokaa, ikiwemo hata thamani eh, ya wachezaji wako pia ina, ina, inaongezeka, kwa sababu kama klabu inakuwa nominated kwa nia tuzo ya klabu bora, maanake mpaka imefika hatua hiyo, maanake ni klabu bora sasa. Klabu bora, uki, ukiweka mchezaji sokoni kwa kusema kwamba kwa ubora wa huyu mchezaji Eh, na kwa ubora wa klabu yangu mimi nastahili na kumuuza huyu mchezaji kwa bilioni tatu, mnunuzi anaweza asidoubt kwa sababu ya zile standards ambazo una. Kwa hiyo kitendo tu cha kuwepo pale Simba kuna standards fulani wanazi, wanaziweka huku wanaziendea zingine. Simenelewa? Kwa hiyo ni swala kubwa. Ni swala kubwa mno. Yaani watu wasichukulie kiwepesi wepesi, wepesi ni swala kubwa mno, na hapa sasa ndo nabidi eh, mimi niwapongeze Simba kwa kuendelea kuweka hizi standards ukiachana yeah, yes, uh, okay, na klabu kama klabu lakini pia mwakilishi wa klabu ama mchezaji pia. E, kwa upande wa Shomari Salum Kapombe naye ametajwa kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanaania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka kwa upande wa vilabu, hii kwake imekaaje? Kwani msimu uliopita kabla ya kuanza kwa msimu maneno yalikuwa mengi sana kwake, lakini tumeona kile ambacho amekifanya msimu uliopita na matunda tunayaona leo. Kwanza kwa, kwa nafasi anaocheza Shomari Kapombe ya fullback wa kulia kuingia kwenye kinyang'anyiro cha kuwania tuzo ya mchezaji bora wa CAF, ah, sio jambo dogo ndugu yangu, kwa sababu angalia hata ile list, ni yeye pamoja na Mohamed Shibi wa Pyramids ndo wa, wa, wa ma fullbacks wa kulia. Wengine wote viungo viungo, washambuliaji wakina Emma Mwashu, Fisto Maele, wakina Ibrahima Brati Ture. Hao ah, wote unaona wanacheza katika maeneo ya aidha katikati au eneo la kushambulia lakini yeye anabaki kuwa mchezaji katika wachezaji kumi ambao wamekuwa nominated, ni wawili Mohamed Shibi pamoja na Shomari Kapombe, kwa hiyo jinsi gani ambavyo wamekuwa vital kwenye kucontribute kilicho bora katika kuisaidia Simba kuweza kufika fainali ya kombe la shirikisho msimu uliopita. Amecheza mechi zote, amefanikiwa kutoa assist moja, amekuwa na contribution nzuri sana kwenye michuano hii mpaka kuisaidia timu kuweza kufika finali na vitu kama hivyo contribution yake ile recognitions yake tu na eneo analocheza anatakiwa apewe pongezi hii, si unaelewa? Ni mchezaji ambaye kwa mfano hata kwenye, kwenye swala la ku create nafasi msimu uliopita kwenye kombe la shirikisho, anakuwa the second kwenye kutengeneza nafasi nyingi kwa upande wa ma fullbacks ametengeneza nafasi hizi, nafasi tatu za kufunga zile big chances creations ametengeneza nafasi tatu, kwa hiyo kitendo tu cha, cha, cha, cha, cha kuwa mchezaji ambaye ana ufanisi mzuri kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kazi yake kwenye majukumu yake uwanjani yamempa nafasi kubwa kuwa recognized kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kinyang'anyiro cha kuwania tuzo ya mchezaji bora. Kwa hiyo watu wasichukulie poa. Si unanielewa? Watu wasichukulie poa kabisa, yaani ni, ni swala ambalo mtu anaweza akachukulia poa poa kwa sababu labda ni Kapombe na nini na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naweza nikasema Uh, nampongeza kwa sababu ukiachana na kwamba ni mkongwe umeelewa, eh, na amekuwa na mwendelezo wa performance kwa muda mrefu na vitu kama hivyo lakini still bado anaendelea kuonyesha utofauti wake yeye na wachezaji wengine wa nafasi yake kwa nafasi yake, especially kwa, kwa, kwa nafasi yake. Unajua yeye ni mzawa, eh. Kwa hiyo ni kama anatoa salamu kwa wazawa kwamba inawezekana hata mchezaji kutoka Tanzania kuingia kwenye kinyang'anyiro cha kuania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka inawezekana wa wachezaji wengine wajitume tu na kila kitu kinaweza kikafanyika, kika kwa hiyo kitendo cha kuwa recognized tu hiyo inampa inatoa ina, ina picha kwamba ni mchezaji mkubwa kiasi gani na ndo hapa ambapo Simba inajiseparate na timu zingine. Maana kwenye mambo kama haya ndo Simba inavyojiseparate na timu zingine. Kuna standard fulani Simba huwa wanaiweka kwenye michuano ya ya kimataifa kwa hiyo mimi kwa upande wangu nampongeza nampongeza sana Shomari Kapombe. Ndio. Yeah. Kuteuliwa kwake huku na yeye akiwa kama nahodha, labda kunaweza kukawa kama motisha fulani hivi kuona kwamba yes, klabu imeteuliwa kuwania miongoni mwa vilabu bora, nimeteuliwa mimi eh, akawa kama na deni fulani hivi kupata hamasa kwamba naweza kuiongoza klabu pia kufikia mafanikio zaidi ambayo tumeyapata msimu uliopita. Yeah, na nishakisema hivyo katika wakati nazungumzia kitendo cha Simba kuwania klabu bora ya mwaka, nimezungumza nikasema ita boost morale na wachezaji wataona sasa kumbe kuna uwezekano wa sisi kuweza kutia nguvu na tukafanikiwa, simenelewa, tukaifanya tuka Simba kuwa timu bora eh, lakini uh, automatically timu inavyoshinda tuzo ya klabu bora ya mwaka kuna possibility ya 90% ya kutoa mchezaji bora wa mwaka 90% mchezaji bora anaweza katoka sawa, kwenye timu zingine, lakini unapochukua ubingwa wa Champions League unapokuwa na performance nzuri kitimu na timu ikashinda tuzo ya timu, timu bora eh, ya mwaka ya CAF, possibility ya kutoa mchezaji bora wa mwaka CAF ni kubwa. Kwa hiyo hivi vitu vinaendana vina vinaendana, yes, vinaendana yani ni vitu ambavyo vinaendana, na kwa sababu Simba wapo katika michuano ya kimataifa ya Champions League na tayari wapo tuseme asilimia tisini na tisa nukta tisa tisa tisa wako group stage, kwa sababu tayari wameshashinda tatu kuna, kuna opportunity gani ya, ya, ya, ya, ya Nzingizini Hospitals kushinda mabao manne eh, kuna uwezekano gani wa Nzingizini Hospitals kushinda mabao manne kwa sifuri Benjamin Mkapa au washinde mabao tofauti ya mabao manne eh? Nne moja pia. Yaha, tofauti ya mabao manne tano moja nne moja moja, tofauti ya mabao matatu sawa, hapa katika dimba la Benjamin Mkapa sasa. Hiyo hiyo ni kitu ambacho unahisi ni rahisi? Hiyo ni, ni kitu kitakuwa kigumu sana, kwa hiyo ina asilimia tisini na tisa nukta tisa kuingia makundi, si ndio? Sasa ikiingia makundi <laughs> ina nafasi nzuri ya kujiwekea nafasi ya kuweza kuwin kombe la klabu bingwa barani Afrika. Possibility ipo ukiangalia ubora wa mwalimu Yes, uh... Simba ushiriki wake, ngoja kwanza. Simba ushiriki wake kwenye hii michuano konsistensi yake ya, ku, ya kufika mbali ina maana ikishafika iki, kwenye nusu tu possibility ya kuingia fainali ni kubwa. kwa hiyo eh, mimi naamini Simba wanaweza wakaja kuwashangaza watu siku yoyote tu bila shida.